Niko fresh mwili hali hatari, kama nilivyoiona. Kwanza namshukuru Mungu muumba mbingu nchi na ardhi, kwa ambayo yametokea. Kwanza kwa kwangu moyoni, nikitaka kitu hiki kitu kitokee, ikiwa nashuhudia na kwa mara ya kwanza, nimeshuhudia tunaingia nusu finali. Natuma salamu kwa Zamaleki. Mimi nimetokea Tegeta, niko Salasala, lakini ni mzao wa Kigoma. Mungu nashukuru sana kwa kile ambacho nimekiona eh baba, kwa kweli Simba Simba, Simba. Simba Simba, nahitaji hata mara kumi hey. Ni timu ambayo najivunia, kwanza mimi ni mwanachama mimi hey. ni mwanachama wa Simba Sport Club oh, sina shida hata kwenye vikao nilikuwepo hey. nimeingia kadi yangu hii hapa hey. ya Simba Sport Club hey. ninayo kadi hiyo hapo, hey. ninayo kadi hiyo hapo. Hey. Ninayo kadi hiyo hapo. Hey. na hii tumezamilia hey. tunaomba hawa Zamalek hey. waingie tukutane nao tena kwanza tenakwanza Mbanzu ile ni ulimwengu nyingine, yani hey. goli la kwanza watu walikuwa wanashangaa chambua watu kachambua kachambua, pia goli yeah. amekuja mkwala hii refu, streka refu kuliko goli yeah. kafanya maajabu Mungu yeah. tumetusaidia yeah. pipili Kamara amepangwa pena, kukata tamaa, lakini ni jaribu kuambia wenzangu kwamba hii tunavuka, Mungu hawezi kuiacha madhabahu iongee uongo, ni hakika tumevuka na Simba iko nusu fainali, Mungu <tutu> <tutu> Awali yoyote hatua ya nusu fainali kwa Simba ilikuwa kijini kikubwa sana lakini yeah, mara baada ya Simba Sports Club kuamini eh, kwa watumishi wa Mungu, walimwalika makosa mtumishi wa Mungu, lakini pia walimwalika uh, shehe tu wa mkoa wa Dar es Salaam Walid. Leo hii kwenye matuta, kuna wakati ulikuwa ukiomba penalty ya pili na ukasema ninavuka yeah. Kipi ambacho kinakuambia kwa, kina kwa, kina kwa kwamba leo ninavuka yeah? Yeah, nilikuwa naamini yeah, kwa sababu Mungu hu aliachi neno lake lidondoke chini Niliamini kila alichokitamka mtumishi wa Mungu kwamba simba watavukaania ni wavivu kushangilia mechi ya leo, ni muhimu mwhimu, warabu ajesha muda, sisi tunakaa ivasi e, tupige kelele kwa wa amutu, usimame, pigeni kelele, tunaonewa, muda unaenda a, tukasimama. Tunamshukuru kamara sana, tumependa mechi ya leo, tumefurahi. mwarabu hoi, huyu mwarabu hoi, leo leo tumefurahi sana. Tunashukuru.